Vijiji kumi na sita vilivyo katika halmashauri ya wilaya ya Gairo mkoani Morogoro vimeanza kunufaika na mradi wa upimaji ardhi unaotekelezwa na Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi, kwa lengo la kuboresha upangaji na matumizi bora ya maeneo ya vijiji. Wakazi wa kijiji cha Lukando wameeleza kufurahishwa na utekelezaji wa mradi huo, wakisema kuwa kukamilika kwake kutasaidia kumaliza migogoro ya ardhi ambayo imekuwa ikijitokeza mara kwa mara katika maeneo yao. Faida ya kuwa na mpango bora wa matumizi ya ardhi ni kuweza kuondoa migogoro baina ya wakulima na wafugaji, ambapo ukiangalia katika jiografia ya, ya kijiji chetu, sisi hapa tuna wakulima pamoja na wafugaji. Hivyo basi kupitia uwepo mpango wa pampango, matumizi bora ya ardhi unatusaidia sisi kama kijiji kuweza kuwainisha au kutenga sehemu za kilimo pamoja na sehemu za wafugaji. Hivyo basi hii ni mojapo ya faida kubwa sana vijijini. Elimu hii itatusaidia kuondokana na migogoro ya, ya wakulima na wafugaji, tusaidia kutenga maeneo kwa ajili ya wakulima na wafugaji, pia vile vile tutatenga maeneo kwa ajili ya stendi, soko na mambo mengine. Kupitia elimu hii kijiji chetu kitapanga vizuri ndoa miingiliano ya kimatumizi. Kwa upande wake, Afisa Maendeleo ya Ardhi halmashauri ya wilaya ya Gairo, Bi. Magreth Elibariki Msuya, amesema kuwa kupitia mpango huo, idadi ya vijiji vilivyopimwa itaongezeka kutoka vijiji vinne vya awali na kufikia vijiji ishirini. Kwa hiyo kwa kupata vijiji hivi kumi na sita tunaenda kupata jumla ya vijiji ishirini ambavyo kwetu sisi ni jambo kubwa na litakaloongeza chachu kubwa ya maendeleo katika wilaya yetu. Kwanza, vijiji vitakavyopangiwa mpango wa matumizi ya ardhi vitaweza ku maliza kabisa tatizo la migogoro ya ardhi kati ya tum, matumizi ya ardhi ya aina moja kwenda a, a matumizi ya ardhi ya aina nyingine. Lengo la kuja kuwezesha kuwezesha maandalizi ya mipango ya matumizi katika vijiji kumi na sita ni moja wapo ya majukumu ya tume ambayo ni kujengea uwezo mamlaka za upangaji, lakini, lakini pia inaenda kuwezesha kwamba kutenga maeneo ya kuwezesha. Kuandaa mipango ya matumizi ya vijiji kunaenda kusaidia vijiji kuwa na maeneo yaliyopangwa kwa maana kwamba kutenga maeneo aweza ya wakulima, maeneo ya wafugaji. Lakini mwisho wa siku, huu ukanda ni ukanda ambao una migogoro mingi kati ya wakulima na wafugaji. Kwa hiyo uwepo wa mipango unaenda kutoa suluhu ya usuluhishi wa migogoro, lakini pia kuna baadhi ya vijiji ambavyo vimeenda kuzaliwa havijapimwa. Kuwepo kwa hii mipango kutawezesha vijiji viweze kupimwa viweze kupata vyeti vya vijiji na mwisho wa siku sasa kutengwa kwa maeneo na kupangwa kutawezesha shughuli mbalimbali za kiuchumi ziweze kufanyika. Naye mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Gairo, Sharifa Nabalang'anya, amesema kuwa maeneo yatakayopimwa kwa awamu hii yako katika mpango thabiti wa kilimo cha mazao mapya, hatua itakayoongeza kipato na kukuza uchumi wa wananchi wa Gairo. mpaka sasa hivi ninavyozungumza vijiji ambavyo vimeingia kwenye mpango ni vijiji vinne tu. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo zoezi hili kwa halmashauri yetu ni muhimu sana sana sana, tumepata vijiji 16. mpango huu ukikamilika, tunaenda kupima kwa vijiji ishirini na vijiji 30 vitakuwa bado. Halmashauri ya wilaya Gairo ni moja ya halmashauri zenye mifugo, lakini pia zenye mashamba kwa maana ya wakulima wapo na maeneo ambayo tumeya identify kuanza zoezi hili, sisi tuna mipango nayo thabiti ya mikakati ya kilimo, lakini pia mikakati ya mazao mapya, hasa kule ukanda wa milimani. Lakini zoezi hili litakapokamilika halitakuwa na tija, itakuwa ni hasara kama mipango hii hatutaisimamia, kwa sababu sisi wenyeviti wa vijiji na watendaji walioko katika vijiji ndio hasa wasimamizi wa hizi rasilimali kwamba mpango umeshapita, lakini watu bado wanaenda wanavamia na nyinyi mnaangalia, hilo jambo halitapendeza. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Morogoro, ni mimi Vedasto George wa Daily News Digital.